Kwa nini umeenda kinyume cha makubaliano tuliyoweka? Ni kweli nimeenda kinyume na maagano, lakini tayari nilishaanza kutekeleza baadhi ya kafara ambazo uliniambia nimemtoa. Mke wangu kwa kumsafirisha aende kwao, ndipo nimemuulia huko huko. Hao waliobakia watu wawili, muda wote nitaanza kufanya majukumu ya kutekeleza. Hiyo sio ahadi ulioiweka. Ulitakiwa kufanya yote kwa wakati mmoja ni kwa nini umetoa mmoja alafu kafara nyingine haukutimiza? Najua nimechelewa, lakini ndiyo maana nimekuja hapa kwako ili niweze kuweka maagano ambayo itanifanya mimi nitekeleze kwa haraka sana. Naomba hilo mkuu. Sawa, nakupa wakati wa mwisho. Endapo utafanya tena uzembe huu, sintokubaliana na wewe, nitatoka mwenyewe na kwenda kujitafutia kafara hizo. Sawa mkuu, ila mimi naahidi nitafanya kwa haraka sana ili nisije nikakukwaza. Unaweza nikuta hapa, dada yangu, unatoa kifo cha bili, yaani meguaushikikia yanikiguna njia hata kusema kwamba tukae tujadili hata ile ambayo limetokea, lakini hakuna dadangu, ukupicha hivi mambo mengi hapa kwenye kama ndo nimekugumia tatizo nini? Matatizo yaliyotokea nimeona na usifikiri kama nayafuzia hapana, na usifikiri kwako kutoka kwangu, kila muda naenda kuzurula huko pasina sababu yoyote, la hasha naumiza kichwa na tafakari. Mimi kama dada, kichwa cha familia, kila mtu anantizama mimi. Baada ya ili tatizo, nitafanya nini? Kwa natakiwa nikae chini nifikirie. Nilimpeleka siwa kule kwa ajili ya kutatua maradhi yao, lakini naona ndo kwanza nimeongeza matatizo, likitoka hili linaingia hili. Ona leo nimempoteza mdogo wangu kiberiti, sio kama iniumi inaniuma ila nilichoka. Yani nilikuwa naumia kuona anavyoteseka vile, kwa sikuwa na njia yoyote zaidi ya kufanya vile. Tusilaumiane mdogo wangu, huu ni wakati wa kukaa na kujua tunafanya nini. Sister, kama kweli ungelijua hilo, wala usingemchukua Siwa na kumpeleka kule kule, bibi. Ah, wewe mwanamke king'ang'anizi, wewe ukiling'ang'ania jambo lako mpaka liwe. Kwa hiyo hapo kilo chako kwatu Mm, tena aswe lakini ya kiangu wosi, unajua muda mrefu nimekumisi jamani. Wacha we <laughs> unajua mimi niko na kuhurumia wewe kwa sababu unaona kama vile haujatengemaa tengemaa kama zawadi. <laughs> Wosi, unaniona kabisa na nguvu zangu zan e, hata hivyo pia nangu... <laughs> <laughs> Unajua nini <laughs> kutokana na mashabiki yako na mimi nikajua leo mechi ya Simba na Yanga itakuwa imepoa, kumbe mechi imekuwa tafu. <laughs> <laughs> mechi inachezwa nyumbani, ah, lazima iwe nzuri na vile vile nyasi ya mna basi, ni aiwa na usinge mpeleka kabisa. Kutokana na mazingira yako na akili yako nilivyokutuma, ndio hivyo hivyo ukafanya, kwa kutokana kwamba wewe mkubwa na mamlaka kufanya chochote, ndio hiyo chizazi Baruza, nimekuambia tusilaumeane kwenye hili. Mimi nilimpeleka siwa kule si kutegemea kama atatokea. Haya, nilimpeleka kule kwa ajili ya kunusuru maradhi yao. Au wale walikuwa wanafurahia? Ukitembea kwa mtaani, watu wanakunyoshia vidole, kwa yule dadake, ni yule chizi, si ndio? Au unataka kuniambia siku ile ulivyomkuta mimi na hapa, amepona amerudi kwenye hali yake ya kawaida, ulifurahia ulichukia? Si ulifurahia? Na mimi ndo alikuwa matarajio yangu ya kwamba nimpeleke siwa kule ili wadogo zangu wapone. Lakini ndo hivyo ametokea, kutokea sio matarajio yangu. Mdogo wangu, tusilaumiane hapa, tunatakiwa tukae, tutafakari, tujue tunafanya nini kwa ajili ya kutatua haya matatizo. Nadhani tumeelewana, au kuna lingine? Hakuna, acha nikafanya mazingira ndani. Mameni hapo hapo. Lete ujumbe mulioagizwa kunifikishia. Shaelewa ujumbe, ila mfikishieni taarifa huyo aliyowatuma, kazi yake naifanya, na pindi tu mtapokuwa mmetoka hapa, basi ugeni mtaongozana nao na utamfikia muda mwafaka. Hiyo kazi sasa naifanya, mnaweza kwenda. Sana ah, uhu, uhu. Kuna vitu vya kutisha wadui. ah, ah, yeah. Yeah. Ah, umekuja lini shoga yangu? Mbona nimekuja toka jana. Ah, una tabia mbaya wewe. Yani umekuja mimi hata kwangu ujaja. Amna bana sio hivyo. Sema nilipofika tu nikakutana nae kaekaeka za msibani. Lakini kule msibani pepesa pepesa zangu macho sijakuona. Kiukweli mimi msibani sijaja kwa sababu unajua matatizo yangu ambayo alinipata kipindi kile. Oh, nikishaona roho yangu imesita, huwa siwezi kwenda sehemu. Kwao mimi sijaenda kabisa. Ndio maana hujaniona wenzio. Vipi lakini, za masiku, za huko mjini? Ha, mjini uko safi kabisa, namshukuru Mungu. Nimerudi tena kijijini nikiwa na afya njema kabisa. Lakini toka umekuwa na rafiki na wewe Kadogo, basi umenisahau kabisa mwenzio. Hapana, sio hivyo, sio kama ushogo umekufa hata. Sema tu ni mambo ni mengi, lakini usijali, nitakuja nyumbani. Sema hapa kuna vitu vyangu mwenyewe naenda kufuatilia huko. Nikitoka huko nitapitia kwa kina Kadogo, afu nikitoka tu huko nitakufuata nyumbani kwenu. Kwa hiyo utakuja saa ngapi? Mm, naishi kwenye jioni hivi, nikitoka tu huko nakuja nyumbani. Basi sawa, mimi ngoja niende hivi mara moja. Haya. Ah, sawa. So, mna shida? Haya, ah, bye, nitakuja. Haya. Ah, Ifi, alafu shoga yangu taniambia nini? mm -hmm. Vipi, uko nyumbani? Nyumbani salama tu, si hapa <coughs> mi niko poa, namshukuru Mungu, ila sabia yako si ipendi. Yaani we kila siku ukija hapa nyumbani kusema unibebee mwanangu nije kuchezecheza nayo, unaona ntafaidi mwenyewe wifi. <coughs> Yaani nivotoka huko nyumbani, mtoto nimwacha mila koiyo nisingeweza kumbeba kuja. mm. Naye haya, niambie tuachane nayo. Na kwanza hivi mi mm. kilichonitoa nyumbani kuja mpaka hapa nilikuwa nimekuja kukuomba kesho, tundiyote kliniki. hmm. Mpaka anakuja kuniambia mimi, hajilay nyumbani, hayuko akupiki kliniki, hajila yuko lakini kisha alikuwa na safari ya kwenda kushuleni kwa kufuata chiti chake amambuya shule. Basi sawa, maji nisha avuli yangu yapasunia, sina jinsi. Kesho kama majaliwa nitakupeleka. Ile unajua sasa mume akikupika kliniki, mume niko zangu pembeni, waoko membeba mtoto mitina, natamba nalinda mzigo, sinaelewa tena wifi. Hebu niache kidogo. Yaani, naenda na mme wangu na bado tena nimbebe mtoto, na mnamjua mwanini wavo kwa kibonge, nataka mnitoe kibiongo mimi aa, niache kidogo. Kazi ya ujui bwana, mi niko zangu pembeni, nashika kipochi, nambeba mtoto. Nakataaje sasa jamani? Basi saa nitambeba. Mume ushaamua, mi nisemenini tena? Basi kesho mapema tuwai kwenda ah. Unapomajaliwa Mwenyezi Mungu tukiamka salama mapema sana, nipo nyumbani, nitakupeleka mke wangu. Sawa basi, wifi, mi naondoka. Ah, unaondoka eh? usiniambie mi eh. Hapa ndo nimekuona mke wangu, umekuja, nategemea unaingia jikoni, mi hapa nje na niuma, sielewi. Yani, wifi, we unapenda kudeka, lakini nishakwambia nimemwacha mtoto nyumbani, amila siku nyingine wifi yangu anu, mm. Basi sawa, mwai mwanangu Ay, ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungwa tujaviona. Watu wanaobadili mchana kuwakiza, kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. zigo ambao nimewapa muupeleke kule ulikuwa na ujumbe na huo ujumbe ilikuwa na kwa ajili ya kupatiwa huyu kiumbe hivyo, mmeongozana naye katika msafara wenu mpaka mnafika hapa. Karibuni na nyinyi pia, ingeni ndani. Nashukuru Mungu shemi, niko vizuri, sijui wewe. Mimi kwa upande wangu niko sawa. Huu ni ile mzigo wetu ambao nilikuwa nimekuahidi, japokuwa sio ile ambao nilikwambia nitakuletea, ila usijali, ahadi yangu iko pale pale, nitakutafutia nitakuletea ndizi za mtoni. Nashukuru sana shemi, ile japokuwa utanipa shida ya kuchukua chumvi narumagia kama embe sasa Hizi uh, mbona kuiva zinaiva chap sana. Cha kufanya chukua kiroba, zitie muli, afu funga ah. Uh, siku mbili tu zinaiva. Sasa shemu, mpaka nivundike hivi leo jamani? Ah, hiyo ina shida ah. Vipi ndugu yangu yupo? Mbona kalala ndani? Ah, apumzike ah, basi mwache. Nafikiri nitamuona hata baadaye hapo, ila shemu yangu <laughs> kama siamini hivi, kwa nini unajua vile ambavyo tulikuwa tunaishi zamani mimi na wewe eh, ile mivutano au migogoro ambayo siokuwa na lazima. Naona umebadilika. Mhm mm. Shem bwana, basi unajua tu katika ile hali ambayo nilikuwa naipitia lakini sasa hivi niko sawa. Ndio mimi yule -hmm. yule kipipi wako. Ah, iweba tuenda kumtolea posa kwao tukaoa. Ndio huyo <laughs> ndio <ndomini wako>. yule <laughs> kipipi tena <wale>. tena <laughs> basi <laughs> sasa acha nijiangoche kufanya muandae mazingira mimi, acha nikamkute mwenzako kwa sababu tangu nilikotoka kwenye mizunguko yangu nyumbani sijafika. Sawa, ila kumbuka kabisa mimi si aidini yaani mm. Mimi kwangu ahadi ni deni. Sasa wakati unaenda kunitafutia hizo ndizi za mtori na mimi namtafuta kuku wa kulia na hizo ndizi ah, hey. Hey, makoloboo unanijua. Sasa una shaka ila kama unapika kuku shimejana, nitakuja kumuonja. Yaani ndizi uniletee mwenyewe usikia, tu namtafuta kuku naye atakula basi tamsalimia Nkela <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ay. Ay. Suluburu, Hivi, mjomba, hapa nyee mlikuwa mnaishije maana eh? Yani, siwaelewi mpaka mnafikia, sasa mnataka mnikatishe tamaa sasa yani hmm? Kila kukicha, huyu anapita huku, huyu amepita huku, huyu ameangilia huku ni mnajigawanya kama vifungu vya nyanya hivi. Yaani amtulii haswa wewe mkubwa. Wewe hmm? Mi ndio nakutegemea mjomba, nategemea kwamba mkubwa mwi tangu tukae tuyazungumze tuyaweke sawa tue tunatatue aya kini huonekani hmm? Kama uko nje umepata mchumba uniambie, ili nijue nakusaidia, maana hutulii hmm? Mjomba, yani sijo kafikiria mimi ninavyotoka hapa kila muda nakimbia ya matatizo. Hapana mjomba, naumiza kichwa muda mwingine mpaka akili inaganda. Ganda yani laiti kama ni jirani kaja kanipa hawa watoto mkunde, kana watoto wangu, aki ya Mungu mjomba, ningeshawarudisha tena zamani tu, maana nachoka. Lakini nitafanyaje? ni wa kwangu ni wadogo zangu, ni damu yangu, sina jinsi, sina wa kumsusia mjomba. Kila ninachokifanya kwenye hii familia, nikitegemea baadaye kitakuja kuvuna mambo mema, lakini ndo kwanza naongeza matatizo kwenye hii familia. Yani, kama napanda karanga nakuja kuvuna mabungo. Haya, leo nimempoteza kiberiti. Na si wanaenda kukwamia kwa yule bibi? Sijui hata namrudisha vipi mdogo wangu. Mjomba, nimechoka. Yaani kama ni maji yamenifika hapa. Yanakaribia kuziba pua. Maana kama unavyoona watoto wote hapa wanategemea mimi. Mimi ndo mkubwa. Baada ya tatizo, wanategemea dada Mkunde atafanya nini? Atatuelekeza nini? Mimi ndo kuwapa maelekezo, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Lakini nawaza mpaka muda mwingine akili inachoka mjomba. Anafanya nini? Basi mjomba. Basi kwa sababu mjomba wewe ukisema uelewi na mi unazidi kunichanganya kwa sababu nimemtoa shangazi yenu aende kule nibaki nanyie kutatua ndani. Ngoja nimuite. Memena. Memena. Njoo. Njoo kabisa. Pisha yako panda kushuka katika jambo. Shikamoo. Yani, kama vile ujanywa dawa zako hivi, unaona kama vya akili ina ina ruzi. Sawa. Mwenzangu iko wapi? Mwenzangu nani? Baruza.

Sasa kaba mdogo mwana kanapenda kulalalala sana, au ndo ile tali wazi wa kichefuchefu sikute <laughs> talisa kapiga mimba yeah. Sasa siwa yuko nilikotoka, kuna changamoto changamoto nimekuta nazo, maana nilikuwa nimeenda na bajeti zangu kwenda kuchukua viwaro, tunajua tena

Kuna muda nilimuona kwa picha hapa, sasa sijui kaelekea wapi. Nilotoka kuyaongea hapa sasa hivi ndo haya, yani kama mama yenu kafanya makosa kwa kia, milango miwili, moja tokea mbele, mwingine nyuma, napishana tu kama gari. Sasa nikwambie hapa, ili swala tuwezi kuzungumza sisi watatu mpaka wote tutimie, tukae, tujadili tunalifanyaje hapa, mambo yaishi, kwa ni mjomba? hilo jambo ambalo nataka tuzungumze tukiwa wote, hatuwezi kuzungumza, kwani mpaka Baruza awepo, lazima wote mkae pamoja, tulizungumze tukiwa pamoja. Hiyo ndo maana yangu. Sasa kama ni Baruza na amemwona alipoelekea, siende akamwite? Sasa mi nimfate, najua kaenda wapi? Memena umesema ameelekea huku, ataelekea wapi zaidi ya hapo mbele ana ruti za kufika wapi yule? Toka miguu yako, naenda kamfate, umlete hapa, mwambie Mjomba anakuita. Afu asija. Lakini Mjomba yule mwenye mtu mzima mimi, sasa hivi nikaanze kumtafuta kama mtoto mdogo kweli? Uonevu tu. Nakwenda ukwendi. Basi sawa, naenda naenda mama. Hey. <laughs> Endelea endelea tu, misi mama yako, endelea. Najua tu nachokitaka ni kufinywa <laughs> na na kinachokuchekesha ni Mjomba. Eh. Unajua muda mrefu nasikia harufu harufu ambayo siielewi kwa nini kwenye koti lako unatembeaga na vipande vya samaki Monda, au Mkonde? Mkonde nimekucha mara ngapi ya mkunde? Mara mbili, mjomba. Mhm. Tineza kupanda na wewe <coughs> si ndio? Mimi na niko samaki kwenye mwili wangu. Samaani, mjomba sijajua kani viatu umekusudia. <laughs> au ah, shangazi sio, alikuwa anaishije? <laughs> sij anafangazi kwenye miguu huyu, sijakanisikia akaja kunifinya kafinya. Mjomba, umejisumbua. <laughs> hmm. Buli kutoa mkeka, unafikiri basi? hata mi ni mkaaji, amna wala ujanisumbua, ila ni bora tukakaa chini tukaongea kuliko kuongea wima wima. Haya, sawa. Ila mimi kilichonileta hapa, ndugu yangu, nimekuja kumwangalia Mzee Manembo kwa sababu nina mazungumzo naye. Si unajua hapa kijijini hatuna baba yetu mwingine zaidi yake. Kwao kuna mambo hmm. mambo ya kifamilia kule, nilikuwa nataka nizungumze naye Mzee Manembo ametoka. Maana wakati mi naelekea kisimani aliniambia atatoka, na kweli nimerudi sijamkuta. Kwani atachelewa sana? Sijajua atarudi muda gani, maana hakuniambia. Basi sawa, ngoja mi niende, utamfikishia ujumbe wangu. Maana kama hata mwenyewe hujui anarudi saa ngapi, huyo sio wa kurudi sasa hivi, ila unaweza kumsubiri kama una haraka. Mm, ngoja tu mi niende, utamfikishia ujumbe. Haya, sawa.

pishana kidogo tu na, kadogo alikuja hapa ana shida na wewe eh, ngoja nimkimbilie mara moja nikuitie. Haina haja ya kumkimbilia, na kwa sasa sihitaji kuonana na mtu yoyote, maana nimetoka kwenye mambo yangu. Kwa hiyo hata kama angekuwa ni shangazi yangu, dada yangu, nisingetaka kuonana naye. Ama kweli dunia tujai maliza na vitu chini hufungwa tujaviona. Watu wanaubadiri mchana kuwakiza, kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yaani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa ah, kumbe kuna siri nzito sana ah, uhu, kuna vitu vya kutisha watu.